Serikali yazindua jukwaa la kidijitali Ongea na Waziri kwa ajili ya ushirikiano wa wananchi na waziri wa afya. Serikali ya Tanzania imezindua rasmi jukwaa jipya la kidijitali linalolenga kuinua uwazi, uwajibikaji na ushiriki wa wananchi katika sekta ya afya kwa kuwapa uwezo wa kuwasiliana moja kwa moja na waziri wa afya kuhusu masuala yanayowakabili katika huduma za afya. Jukwaa hilo linaloitwa Ongea na Waziri limewasilishwa wakati ambapo mabadiliko ya kiteknolojia yanachukua nafasi kubwa katika utoaji wa huduma za umma nchini. Uzinduzi wa jukwaa hili ulifanyika rasmi leo Jumanne, Januari 26, 2026 katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Mount Meru mjini Arusha. Waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa aliongoza hafla hiyo mbele ya viongozi wa afya, watumishi wa sekta ya afya, wadau wa maendeleo pamoja na wananchi waliohudhuria tukio hilo kwa nia ya kusikiliza na kuelewa jinsi jukwaa hili litakavyofanya kazi. Katika hotuba yake ya uzinduzi, Waziri Mchengerwa alieleza kuwa jukwaa hili ni mwendelezo wa ahadi ya serikali ya kuimarisha ushiriki wa wananchi katika maamuzi na utekelezaji wa sera za afya, huku akisisitiza kuwa wananchi wanapaswa kuwa na sauti moja kwa moja katika kuboresha huduma wanazopata. Kwa mujibu wa waziri, tafsiri hii ya Ongea na Waziri ni mfano halisi wa serikali inayowajali wananchi wake na kuwapa chombo cha kuwasilisha malalamiko, maoni na mapendekezo juu ya huduma za afya kwa wakati halisi. Lengo la jukwaa na mipaka yake. Kwa kiwango kikubwa, jukwaa la ongea na waziri linakusudiwa kupunguza vikwazo vya miundombinu ya kawaida ya effective communication, badala ya wananchi kutegemea planti za malalamiko kwa njia ya taratibu ngumu, sasa wanaweza kuwasiliana moja kwa moja kupitia teknolojia. Kwa mfano, mwananchi aliye katika kijiji cha mbali atakuwa na uwezo wa kutuma ujumbe kwa urahisi na haraka kupitia njia mbalimbali za kidijitali kama simu ya mkononi bila kuchukua muda mrefu. Pia, jukwaa litafungua milango ya mawasiliano ya papo kwa papo kwa njia ya simu, ujumbe wa WhatsApp, ujumbe mfupi wa maandishi, SMS na mitandao ya kijamii. Katika uzinduzi huo, Waziri Mchengerwa alibainisha kuwa Jukwaa hili limeundwa kwa misingi ya utekelezaji wa kanuni tatu kuu: uwazi, uwajibikaji na ushiriki wa umma ili kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata nafasi ya kushiriki kikamilifu katika kuboresha huduma za afya kwa njia ya kidijitali. Aliongeza kuwa mfumo huu mpya utaongeza kasi ya kutoa majibu ya haraka kwa changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi katika vituo vya afya. Hospitali na zahanati ikiwemo malalamiko kuhusu huduma, upungufu wa dawa, tabia ya baadhi ya watumishi wa afya na changamoto nyinginezo zinazowakabili wagonjwa. Namna jukwaa hufanya kazi. Kwa mujibu wa maelezo rasmi ya serikali, jukwaa la Ongea na Waziri linajumuisha miundombinu ya teknolojia inayoruhusu wananchi kuwasilisha malalamiko, mapendekezo na shukrani kwa njia mbalimbali. Moja kati ya njia hizo ni namba ya huduma ya simu bila malipo 199 ambayo inapatikana masaa 24 kwa siku, siku saba kwa wiki. Pia wananchi wanaweza kutumia huduma za WhatsApp, ujumbe wa maandishi SMS na mitandao ya kijamii ili kufikisha ujumbe wao kwa wizara. Jukwaa pia lina kipengele cha tiketi ambacho kina rekodi kila ombi au malalamiko ya mwananchi pamoja na kufuatilia hatua za utekelezaji wa majibu. Mfumo huu wa tiketi utawahakikishia wananchi kuwa suala lao halijasahauliwa bali limepatiwa kipaumbele na limepangwa kufanyiwa kazi kwa wakati unaofaa. Mfumo wa teknolojia uliotumika kuunda jukwaa hili. Pia umetengenezwa kwa kuzingatia upatikanaji kwa watumiaji wa simu za kawaida na za kisasa ili kuhakikisha haitakai watu wa maeneo ya ujini peke yake bali pia wale walio vijijini bila uunganisho wa mtandao wa kisasa. Lengo ni kuleta usawa katika upatikanaji wa huduma za afya na mawasiliano kwa kila mtu. Mafanikio yanayotarajiwa na changamoto. Uzinduzi wa jukwaa hili umepokelewa na shangwe na baadhi ya wanachama wa jamii na wataalamu wa afya nchini. Wameeleza kuwa hatua hii itasaidia sana katika kurekebisha changamoto za huduma za afya ambazo mara nyingi zimekuwa zikitangazwa bila ufumbuzi wa haraka kutokana na upungufu wa njia za mawasiliano kati ya wananchi na serikali. Wanaamini kuwa kwa sasa Huduma ya afya itapewa umakini mkubwa zaidi kutokana na mfumo mpya wa ushiriki wa wananchi. Wengine wamebainisha pia kuwa jukwaa hili linaweza kuchochea mabadiliko katika mfumo mzima wa afya kwa kuwapa wananchi nafasi ya kutamka ukweli wao bila ya hofu ya kupata usumbufu. Wanaona kuwa hii ni fursa ya kujenga madalili ya uwazi na kienyeji katika utoaji wa huduma za afya. Hata hivyo, pamoja na matumaini makubwa, kuna baadhi ya changamoto zinazotarajiwa kuambatana na utekelezaji wa mradi huu. Moja ya changamoto kuu ni uwepo wa changamoto za miundombinu ya mtandao na upatikanaji wa simu na data kwa wananchi wa maeneo ya pembezoni, ambapo bado kuna vizuizi vya kiteknolojia na gharama kubwa za huduma ya internet. Serikali kupitia wizara husika inawataka makampuni ya mawasiliano na wadau wa teknolojia kukaa pamoja ili kuhakikisha kupitia mikakati ya kitaifa huduma hii inafikiwa kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Changamoto nyingine ni ujumunishaji wa data na uhifadhi wa taarifa za watumiaji. Kwa kuwa mfumo unategemea mawasiliano ya kidijitali, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba taarifa za wananchi zinalindwa kwa viwango vya juu vya usalama ili kuepuka uvunjaji wa faragha za mtu binafsi. Wizara ya Afya imeahidi kufanya kazi kwa karibu na wataalamu wa IT ili kuhakikisha taarifa za watumiaji zinawekwa chini ya ulinzi mkali wa kiteknolojia. Kwa upande mwingine, mamlaka za afya zinasisitiza kwamba utekelezaji wa jukwaa hii unahitaji msaada wa elimu ya jamii ili kuhakikisha wananchi wanaelewa jinsi ya kutumia huduma hii kwa ufanisi. Hii itahusisha kampeni za elimu kwa umma, mafunzo ya mtandao na katika vituo vya afya, pamoja na ushirikiano na kajamii jamii na vyombo vya habari ili kufikisha ujumbe kwa watu wengi zaidi. Kwa kuanza kwake, jukwaa hili la Ongea na Waziri, serikali inatarajia kuona mabadiliko makubwa katika sekta ya afya kwa miaka ijayo. Matarajio ni kwamba kwa kuwape wananchi nafasi ya kushirikiana moja kwa moja na waziri, sera za afya zitakuwa salama zaidi, zenye uwazi na zinazotilia mkazo mahitaji ya watumiaji wa huduma za afya. Pia, utekelezaji wa teknolojia kama hii unaonekana kuendana na malengo ya taifa ya kufikia huduma za afya bora kwa wote, universal health coverage, na kuimarisha utendaji wa wizara kwa kufuata kanuni za uwajibikaji. Zaidi ya hayo, jukwaa hili linaweza kutumika kama mfano bora wa jinsi teknolojia inavyounganisha watu na serikali kwa haraka na kwa ufanisi. Jambo ambalo linaweza kupanuliwa hata katika sekta nyingine za huduma za umma kama elimu, usafiri na huduma za kijamii kwa ujumla. Kwa kusisitiza umuhimu wa utekelezaji wa jukwaa hili, Waziri Mchengerwa ameongeza kuwa serikali iko tayari kusikiliza, kujifunza na kubadilika ili kuhakikisha kwamba ushiriki wa wananchi unaenda sambamba na uboreshaji wa huduma za afya nchini. Katika neno lake, alibainisha wazi kuwa tunahitaji mawazo ya wananchi kama vyenye viti wa mabadiliko ili kuunda mfumo wa afya unaowajibika kwa wote. Katika mapema, ripoti za kitaifa na za kimataifa pia zinaonyesha kuwa nchi zinazojiwekea mazingira ya ushiriki wa raia katika maamuzi ya umma mara nyingi hupata ukuaji wa haraka katika utoaji wa huduma na uwazi wa utendaji wa serikali, jambo ambalo linaweza kuwa ni jambo lenye manufaa makubwa kwa Tanzania kwa kupitia jukwaa hili mpya la kidijitali.